Hii ndiyo sayansi ya ajabu kabisa iliyomo ndani ya Kurani. Hebu leo fikiria hivi kwa makini, vipi mtu aliyeishi jangwani zaidi ya miaka elfu moja mia nne iliyopita, bila satelaiti, bila darubini, bila teknolojia yoyote ya kisasa? Hivyo hakuwa na njia ya kuweza kuvumbua mambo ya kisayansi. Sasa cha kushangaza Kurani inabeba ndani yake zaidi ya aya elfu moja zinazozungumzia sayansi kwa undani na kwa usahihi wa ajabu. Hivyo ukiwa unajiuliza ni sayansi gani hizi zilizojificha ndani ya Qurani, basi usipoteze muda, nenda kwenye search ili kupata video hizo. Haliwi jua kuufikia mwezi wala usiku kuupita mchana, na vyote vinaogelea katika njia zao.